Rapper 50 Cent amekanusha taarifa za kuwa yupo kwenye hali mbaya baada ya kupigwa na risasi na kuwa amelazwa. Alishiria taarifa hii kwenye ukurasa wake wa Instagram. Hii ni taarifa ambayo ilikuwa shared upande wa TikTok na watu wa media Tripping ambao walishera picha pamoja na maneno yaliyoandikwa hivi. Breaking news. Rapper 50 Cent was hospitalized and he's in critical conditions due to a shooting in Hollywood according to TMZ ni kwa. Rapa 50 Cent amelazwa na yupo kwenye hali mbaya kutokana na tukio la kupigwa na risasi skoho na ni taarifa ambayo imekuwa reported na TMZ. Sasa rapa huyo ameshare taarifa hii na kusindikiza na kusindikiza caption isemayo don't worry I'm gonna make it because this is fake news, yani kwamba msijali nitakuwa salama ama nitarejea kwenye hali yangu, kwa sababu hii ni taarifa ya uongo. Sasa ukiangalia immediate Tripping, taarifa hii ambayo alishare upande wa TikTok, walidai kwamba ni taarifa ambayo imekuwa reported ama watu wamwanzo kuitoa exclusively ni TMZ, moja chanzo kikubwa cha habari kubwa za kiulimwengu. Lakini hapana, TMZ hawajatoa taarifa hii na media tripping wameweza kuitengeneza tu kama kutengeneza tension, and 50 Cent hajataka suala hili kuweza kuchukua nafasi hasa kuwachanganya mashabiki na watu ambao wanamfuatilia. So ameweza kuzikanusha taarifa hii na hata reaction ya mashabiki kwenye comments wamesema kuwa Licha kwamba ni rap ambaye anapendwa, ni rap ambaye anavihoja, lakini pia ana haters ama maadui wakubwa ambao anaweza kumtengenezea mazingira yoyote ambayo anaweza kumweka matatani. Licha kuwa rap huyu amewe kulionja joto la jiwe kwa kushambuliwa tena kwa kushambuli kwa kupigwa na risasi, lakini kwa taarifa hii ni ya uongo, na amekuwa mtu wa mwanzo a ameamua kuzikanusha taarifa hizi mapema.